Hii hapa funguo, mkia mambo ni mazuri sana. Ya, yaopajupa kuwashia

Sasa najua umepambana sana, kwa kifupi umepambana na unastahili kupata

Unajisikiaje? <laughs> <laughs> <laughs> Yeah, yeah. Yeah? so, unajisikiaje... so, kuendesha gari ya milioni mia moja themanini